soka barani Afrika kafu limeorodhesha adhabu walizotoa kwa Morocco na Senegal kufuatia vurugu iliyoshuhudiwa wakati wa fainali ya michuano ya AFCON mwaka huu wa 2026. Mashabiki wengi wa mpira walikuwa na hamu ya kujua hatua zipi zitachukuliwa na shirikisho hilo huku kila upande ukiamini mwenzake alikosea na anafaa kupata adhabu kali zaidi. Kafu limempiga marufuku kocha wa Senegal michezo mitano na kumtoza faini ya dola laki moja kutokana na mwenendo usio wa kimichezo baada ya kuambia wachezaji wake waondoke uwanjani wakati wa, wa fainali ya kombe la mataifa dhidi ya Morocco. Kafu pia ililazimisha shirikisho la soka la Senegal kulipa faini ya dola laki sita na kumi na tano elfu kutokana na mwenendo wa timu na mashabiki wake, huku wachezaji Limani Ndiaye na Ismaila Asari wakifutwa michezo miwili ya kafu kwa mwenendo wa kutokujali taratibu dhidi ya refa. Hata hivyo ombi la Morocco la kubatilisha matokeo ya mechi baada ya wachezaji wa Senegal kuondoka uwanjani, jambo lililosababisha kuchereweshwa kwa dakika 14, lilitupiliwa mbali na kamati yani ya nidhamu ya CAF. Wenyeji Morocco pia walitakiwa kulipa faini ya jumla ya dola laki tatu na elfu kumi na tano kutokana na mwenendo wa wavulana wa mipira yani ball boys wakati wa mechi, mwenendo wa wachezaji na wafanyakazi wao katika eneo la VAR pamoja na matumizi ya mwangaza lenza na mashabiki. Kapteni wa Morocco Achraf Hakimi michezo miwili ya kafu, mojawapo ikisimamishwa kwa mwaka mmoja, na Ismail Saibari michezo mitatu ya kafu walifutwa kwa mwenendo usio wa kimichezo baada ya kujaribu kuondoa taulo ya kipa wa Senegal Edward Mendy wakati mvua ilipokuwa ikinyesha Rabati. Kocha wa seneg